Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mama Salma Kikwete, mke wa Rais na pia mwenyekiti wa taasisi ya Wama. Mheshimiwa Balozi Peter Kalage ambaye ndio mwenyeji wetu. Waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa mwenyekiti wa bodi ya NSSF, Mheshimiwa mwenye, mwenyekiti wa Jumuiya ya Watanzania wanaoishi Uingereza. Ndugu wa Tanzania wenzangu, mabibi na mabwana, habari za jioni. Mheshimiwa Rais, mwezi Septemba mwaka elfu mbili na kumi na moja ulitupa heshima ya kuzindua utaratibu wa Tanzania ambao wanaishi nchi za nje kujiunga na NSSF. Mwaka uliofuata yaani elfu mbili na kumi na mbili ukatupa tena heshima hiyo. Tulipokuwa Edmonton, Canada ukazindua utaratibu huo kwa Watanzania ambao wanaishi Canada. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kukubali ombi letu ili utaratibu ule ambao uliuzindua Marekani mwaka 2011 Canada mwaka 2012, basi utaratibu ule tuuzindue hapa Uingereza katika shughuli ambayo hii leo Mheshimiwa Rais, mengi kuhusu utaratibu huu yameshazungumzwa na mkurugenzi wa operations ya NSSF bwana Crescentius Magori kabla hatujafika hapa. Kwa hiyo sitochukua muda mwingi sana e, katika kuelezea utaratibu huo, lakini kwa kifupi tu ni kwamba kwa mtanzania ambaye anaishi nje ya nchi kama atachangia dola 300 kwa mwaka, basi NSSF itampa huduma ya matibabu iwapo atatembelea nyumbani, ama kwa likizo au kwa matembezi, ikitokezea kwamba ameumwa, basi NSSF itamtibia. Lakini si hivyo tu, shirika pia litamtaka ataje wategemezi wanne ambao wako nyumbani Tanzania, ambao nao wakipata matatizo, basi shirika litawapa lita huduma ya afya kwa maana matibabu na la mwisho, iwapo kwa bahati mbaya huyu mwanachama wetu huyu amefariki, basi shirika kwa mchango wake ule wa dola mia tatu kwa mwaka, ambayo kwa Uingereza nadhani ni kama pauni mia moja na sabini na tano, basi shirika litagharamia gharama zote za mazishi, ama kama ataamua kuzikwa huko huko nchi za nje. Laa akiamua kwamba e, familia yake ikiamua kwamba maziko yafanyike Tanzania, basi shirika litagharamia gharama zote zinazohusiana na maziko hayo mpaka atakufanyika kule nyumbani. Labda tuniseme ni kwamba hadi hivi sasa tokea Mheshimiwa Rais kuzindua utaratibu huo tumesafirisha watanzania watatu ambao walifariki Marekani, wamekuja kuzikwa nyumbani Tanzania kwa gharama za NSSF kwa mchango ule ule wa dola mia tatu kwa mwaka. Kwa hiyo wito wangu kwa Watanzania ambao tunaishi Uingereza, tujiunge na mpango huu. Kwa kweli ni jambo la aibu, kila siku kiangalia kwenye Michuzi, kwenye Mjengwa, kwenye mablogi mbalimbali, taona Watanzania wamekufa na kaa wiki wiki mbili, watu wanachangishana ili zipatikane pesa za kusafirisha maiti kuja kuzikwa nyumbani. Kwa hiyo natoa wito, na kwa sababu Mheshimiwa Rais yupo hapa, atapokuja kuzungumza basi tunaomba kidogo atupigie debe ili tuweze kupata wanachama. Mheshimiwa Rais, katika ziara zako hizi za nchi za nje umekuwa na utamaduni wa kuzungumza na Watanzania wanaoishi nje, kama ambavyo unavyofanya hii leo, na nakumbuka tulipokuwa Marekani, tulipokuwa Canada, na hata tukisoma kwenye vyombo vya habari kwenye nchi kadhaa ambazo umekuwa wakienda almost without exception umekuwa ukizungumza na wananchi ambao wanaishi ugenini, na pamoja na mambo mengine mengi ambayo unawaeleza wapa tathmini hali ya uchumi, hali ya kisiasa na kadhalika, lakini moja ambalo umekuwa ukilisisitiza kwamba tafadhalini, jitahidini sana kuwa na makazi ya kudumu nyumbani, ama kwa kujenga, lakini preferably kwa kununua nyumba, na hasa baada kuona experience ya kujenga kwa kuagizia kuwategemea ndugu ni, ni jambo ambalo watu wengi sana wameumizwa. Sasa, Mheshimiwa Rais, katika kuitika wito wako huo NSSF tumebuni mradi kule Kigamboni unaitwa Dege Eco Village, na muda mfupi tu baadaye kwa ruksa yako Mheshimiwa Rais, tutaomba tuonyeshe video ya huo mradi ambao tayari umeshaanza kule Kigamboni na tunatoa wito kwamba muwe mnajiunga ili muweze kulipia ku, ku, ku chini ya utaratibu huo. Ni kwamba tumezungumza na mabenki na tutatoa mortgage kwa muda miaka kumi na tano. Ni mradi ambao miaka mingapi? miaka kumi na tano, ah okay ni mradi ambao uko katika kijiji cha Dege kilomita kama 24 kutoka Magogoni Ferry. Kwa sasa hivi tuko katika fezi ya kwanza ambazo utajumuisha eka 300, nyumba 1760. kati ya hizo kutakuwa na villas 300. huu mradi ni ubia baina ya NSSF na kampuni ya Azimio ambaye mkurugenzi wake bwana Iqbal tunaye hapa Ujenzi umeshaanza kama ambavyo mtaona kwenye video. Na Mheshimiwa Rais, naomba hili niliseme kwa msisitizo, kile ambacho mtakiona hapa ndio hicho hicho ambacho mradi utapokamilika mtakiona pale deki. Wala hizi sio kwamba ni computer gimmicks au computer animations, mtachokiona hapa what you see is what you're going to get. Eh, bei ya chini kabisa ni dola elfu tisini na ya mwisho kabisa kwa maana zile villas ni dola laki mbili tu. Kwa hiyo naamini kabisa, naamini kabisa a number of you in the audience hamtoshindwa kulipia dola tisini elfu kwa muda miaka kumi na tano, lakini jingine ambalo bahati mbaya halikuwa captured hamkulisikia vizuri ni kwamba hii ni phase 1. Phase 2 kwa sababu kule Kigamboni tunaweka elfu ishirini tumeanza naweka 300 phase 2, sasa ambayo itakwenda sambamba na hii, kutakuwa na affordable homes, kwa sababu wale ambao baadhi ya watumishi ambao toka na fanya kazi kule kwenye eco village, kwa mfano madriver eh, gardeners, watumishi wa ndani na kadhalika, it's not practical mtu akaye manzese awe anafanya kazi Kigamboni. Kwa hiyo na wenyewe nao, tuna sambamba na hii, tutawatengenezea tuta affordable homes kuna kampuni za kituruki tunazungumza nazo, wana very efficient technology, tunadhani kwamba hizo affordable homes zita range kwenye dola 25 mpaka 30000 again, kwa miaka 15. Kitu ambacho kimenigusa pia kingine ni kusikia mambo ya NSSF ambayo wanayafanya nchini kwetu, kijiji cha Dege ambacho kitajengwa, kwa kweli yani inatia moyo kuona kwamba nchi yetu tunakokwenda ambako si mbali sana kwa sababu wamesema you know, in the next 15 years, it's going to be fabulous. Cause not just for me, hata kwa watoto wangu, wajukuu wangu, kwamba tuna matumaini huko baadaye mambo yatakuwa ya ni tofauti na jinsi ambavyo tunayaona hapa sasa hivi. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa kutusikiliza na kwa heshima na taadhima, ningeomba nikuinue uje hapa sasa utufanyie kazi ya uzinduzi ya ule mpango wetu wa Westadi. Ya Westadi imezinduliwa leo hapa na NSSF. Um, na nikiangalia naona Westadi ni ni ni skimu ambayo kwa kweli itakuwa nzuri sana kwa Tanzania ambazo tunaishi huko Gaibuni. Walivyozungumza kuhusu nyumba ile NSSF ni kwamba um, itasaidia hata watu waliokuwa hapa lakini pia mimi nasema sio kulipa hela zote oh, wanaweza kuchukua mkopo wa miaka kumi na tano miaka mingapi tunaweza kuwa tunalipa kidogo to kwa kweli ni kitu kizuri sana na cha kupigwa mfano na, na kama ngiwaomba wananchi wa wajaribu kulifuatilia hili swala hilo, nafikiri ni, ni, ni swala zuri, mtu kama nao uwezo wa kwenda kununua nyumbani, kwa sababu nyumba niliziona kule, nafikiri ni nzuri zaidi hata kama unaweza kukuta kule nyumba zilizoko huku Ulaya. Kwa hivyo kama maisha umeshazoea maisha huku, unaweza kuishi kule kule katika mazingira haya yalikuwepo, kwa bei sio kubwa sana kwa, kama alivyoeleza kwa mujibu wa miaka 15. Kwa kweli mkutano umefanikiwa sana, umeona mwenyewe mkutano ulivyokuwa na hata mpango wa nyumba alivyokuwa watu wameulizia sana kuhusu e, nyumba watu kwa kweli wameingiwa sana. Nimepata hapa mambo mengi sana, kwamba tukishaanza vizuri watatafuta hizo nyumba. Wengine wameshasema tayari kwamba wanajiunga kwenye mpango wa Westadi. Wengine wanasema wao wana watumishi wao, wengine wanasema, wana, wana, kwenye makanisa kuna watu wao ambao waumini wao wataweza kuwaingiza katika mpango wa Westadi. Kwa hiyo tunategemea katika kifupi mpango huu utakuwa maarufu hapo Uingereza kama ilivyo Marekani.